Kwa nini wewe upeleke watoto wako skuli, wajua hii skuli imeandikwa skuli yenyewe jina lilopewa si la Kiislamu. Yani wanatangaza dini yao. Wewe umempeleka, watakumwekea mtu amri. Weka yako kisha mtu ajakwambie, kwa nini hizi skuli zetu za Kiislamu? Zenda Kiislamu? Hebu twendeni kweli hizi skuli za Kiislamu. Wanafu watoto twendeni skuli za Kiislamu. Is moja Mr. Kusoya majina ngambia wewe una chuki na skuli fulani. Lakini ninawapa challenge na skuli yoyote nitajie, wanaambie ndo angalie skuli yetu, wavalisha skati skati, mavazi ya Kiislamu, walimu wasomesha wanaume, kweli? Kama mimi nilitoa challenge hapa mara moja, nikasema kama kweli lile si si vazi la Kiislamu, wakitoka skuli watoke nalo lile. Lile si vazi la Kiislamu, ni kwamba maadamu Klasini la Kiislamu na la nne si klasi, anaosomesha ni Izudini. Mimi nani? Mimi nani? Sikia jawabu hili, mimi nani? Hamna yakini, skuli ya wanawake, mimi nani? Mbona wengine hawajibu? Kama hamna mnashaka mimi mwanamume, bwana, hamjibu mimi nasomesha skuli ya wanawake ni mfano, misisomeshi skulu ya wanawake? Mimi nasomesha skulu ya wanawake, yatakiwa wanawake mbele yangu wavae ile sharia inavyotaka. Wakiwa watavaa skati mbele yangu mimi, madhambi si madhambi? Atasema si madhambi. Mbona nde hawaivai sasa? Mmoja katika mawili ima, wamenifanya mimi si si mwanamume ndio wakanivalia nguo. Maanake maana ya kuvaa shuga nje ni kwamba nje kuna nani? Kuna wanaume, huyo alioko ndani. Mimi sijawatukana wale walimu, nawaelezea tu, wale wanafunzi ndio wanaowatukana. Maanake haiwezekani. Angalia sisi Waswahili, utakuta mwanamke wa Kiswahili meiatia wazi, akitokea mtu si si muislamu, yani wao huyu si jamaa yetu, wazi. Lakini akitokea jamaa ambaye ni jamaa yetu, haraka haraka amefanya nini? Yani amemtukua yule mwanamume ambaye si jamaa yake, kama si mwana. Lakini akikuona wewe, ufinika, useme. Sasa mmeona, na mwanamume umeona. Sasa ndio wale wanafunzi wa shule wakiona wale walimu saa, wakateza teza naye, wakawavalia, wamevaa zile mashati zifua kama ndiwa. Lakini wakitoka nje watafanya nini mabuibui hii ya maanisha huku nje si twata kupambana na nani? Wanaume hapa skuli hawa watusomeshao. Mimi si sisemi jaza, wewe sijui, mmenifahamu. Yamani ni ya nyuma ona. Mimi nazungumza mambo ya tutachekeshana, lakini nakwambia ndio hali tunaoishi, ndio hali tunaoishi. Hatari sana watoto wetu wanapelekwa vibaya sana. Mi natamani kuwe kweli kuna skuli ya wanawake ya Kiislamu, Kiislamu kwa maana ya Uislamu, Kiislamu kwa maana ya Uislamu, sio Kiislamu kwa, kwa jina. Haimaanishi skuli ikiitwa la ilaha illallah muhammadur rasulullah Secondary School kuna jina la like kiislamu zaidi ya hilo. Haitoshi. Uislamu si jina. Uislamu ni nini? Vitendo.

Ndani ya Qur'ani wale mabedui walikuja kwa Mtume SAW, qalatil arabu Aamanna sisi ni waumini bwana. Mwenyezi Mungu aliwajibu vipi? Alimwambia Mtume kul, alimwambia Mtume qul lam tu'minu, nyinyi si waumini, walakin qulu aslamna. Kwa nini i ninentu nyimva Uislamu lakini yam baumini wala ma yadkhul al-iman fi si qulub, imani bado haijaingia kwenye nyoyo, iko hapa tu. Hapa tu. Haya, bado haijafika. Mwenyezi Mungu atupe imani. Ila tutanabahi sana. Hali tuendayo ni mbaya. Mwisho mwisho tumeanza misimu wa mivua, hakikisha mke wako, binti yako, hawa ndio wewe, ndio masuulia. Kukiwa kuonyesha mvua, asivae nguo ambayo kwamba itakuwa ni expensive kushinda mwili wake, sijui umenifahamu? kukiwa kuonyesha mvua asivae nguo itakuwa ni expensive kushinda. Namaanisha nini? Utamkuta mwanamke kuntope, ampandisha nguo mpaka, ma mpaka mapajani, nguo singie matope, yani hii nguo ni ghali kushinda yani, mapaja yangu. Afadhali mapaja ingie matope kuliko, sijui menifahamu hapa, hili la kwanza. La pili, mvua yanyesha, amelitukua shuga hata kilingie matope, amelivuta limeambata hizo tope, plate number sijui mmenifahamu, zilizoko yani kwenye leuno lote limekusanywa mahala pamoja, shuga mai, mai, limemwambata mwanamke. Kwa hiyo mwanamke yule mwili wake ni wa kike na ukipambana na mai hey! <laughs> Sile, su, su le, kukwa kuchoma sijui nini, wana masala, masala masala yake ya kike mai mwanamke yote aki, akiingiwa na mai ana mvuto, ni ukweli, si yule kama wengine, lakini mimi naua wengi kwamba akimwona mwanamke mai mai, naye huwa mai, mai. <laughs> ni kweli si kweli? Semeni Sharifu, kweli si kweli? <laughs> Kwa hiyo tahadhari, mwambie mke wako, wajua wanawake wana itikadi ati mwanamke habebi mwavuli. Alikwambia nani? Aya gani mwanamke havai rekoti si? wanawake wanataka kujiuza tu. Kwa hiyo mwambie mke, ukiamua kutoka siku za mvua vaa trouser, vaa skin tight. Sijui wewe unahitaji zile suruali ndefu Skin tight, ah wanaweza, kuna nguo zile ndefu zile za ndani zile suruali mpaka kwenye miguu. Mwambie bwana, vaa nguo ambayo kwamba hiyo nguo haitakuwa na thamani kuliko mwili wako. Basi ni hilo tu, maana yake mimi nimeona hali, wallahi wanawake wengine utakwenda kuona wewe mpaka karibu mahala pa Hajar al-Aswad, wallahi, hujisahau wanawake kwa kuogopa shuga nzuri, nguo nzuri, jamani nini? Haya hutukanisha Uislamu.